Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Benki ya Dunia na mgeni wetu, mawaziri wa wizara mbalimbali, kwa sababu ya muda najua tunakimbia, lakini Mheshimiwa Rais, kwenye hafla hii, ruhusu kwanza nianze kuwatambulisha kamati yangu ya ulinzi na usalama ya mkoa. Popote palipo tuwasimama, wapunge mikono. Hawa ndio kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam. Nusu pia, Mheshimiwa Rais, niwatambulishe mameya. Tunaye meya wa Temeke, tunaye meya naibu meya wa Ilala, tunaye wa Kinondoni na tunaye mwenyeji meya wa Ubungo, Mheshimiwa Jacob asikwana. Lakini pia Mheshimiwa Rais, Ruhusu niwatambulishe watendaji mbalimbali popote pale walipo, pamoja na wenyeviti wa serikali za mitaa ambao leo wamehudhuria mahali hapa. Mheshimiwa rais, tunao furaha kubwa sana kukukaribisha katika mkoa wetu na kukupongeza kwa kazi kubwa uliyoifanya. Habari nzuri, wewe ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho umekifanyia mabadiliko makubwa, tena kwenye kipindi ambacho umeshika sio muda mrefu na umeonyesha matumaini makubwa ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, namna ambavyo unaendelea kutuongoza na kutuonyesha dira ya mabadiliko unayoyataka. Mimi <coughs> leo sina mambo mengi. Ni siku ya kihistoria kwetu wana Dar es Salaam. Umetupenda sana. Hakuna mkoa ambao mheshimiwa rais anaweza kusimama bila hofu na mashaka kama Dar es Salaam. Umepata bahati kubwa sana ya madaraka yako na uongozi wako kwa kuacha alama katika mkoa wetu. Leo tunashuhudia tukio la kihistoria, tukio ambalo haijafanyika kwenye mkoa wote, umefanyika ndani ya mkoa wetu, tukio ambalo linaenda kuondoa msongamano mkubwa wa magari uliokuwa unasababisha upotevu na usumbufu na gharama kubwa kwa wananchi, hatimaye kuwapo nafuu wa kufanya shughuli zao bila matatizo yoyote yale. Nikushukuru pia kwa ajili ya barabara ya Kibangu ambayo ulipita ukaahidi na kwa sababu ni eneo hili la Ubungo ni vyema nikasema kazi imeenda vizuri na wananchi wanafurahia matunda yako. Lakini pia ni watarifu tu, hata barabara ya kituo cha mawasiliano ambayo ni ya 0.8 kilomita imeshatengewa bajeti, na tarehe 11 mwezi ujao tayari watafungua tenda kwa ajili ya kujenga barabara hiyo, ili na ndugu zangu wanaoenda kile kituo cha mawasiliano wasipite tena kwenye mashimo na mabonde ambayo wamezoea kupita. Mradi huo ni pamoja na mradi ambao nina kila sababu ya kumshukuru rais wa Benki ya Dunia nazo zile fedha dola milioni mia tatu. Na katika miradi mitano mikubwa ambayo iko kati ya Kinondoni na Ubungo ambayo imetengewa zaidi ya bajeti ya bilioni 22 ni pamoja na umradi wa maasili ya kituo cha mawasiliano. Kwa hiyo tuna kushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwenye barabara yako mambo mengi, lakini tu ni kutaarifu ya kwamba tuko kwenye wiki ya maji, wiki ya maji ambayo ni chukue fursa hii kumpongeza sana waziri watu wa maji kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya, na leo hii tuko kwenye mradi na miradi mingi imefanyika ikiwemo na miradi ishirini kuikabidhi dawasco dawasa ili iweze kuendeshwa mheshimiwa rais kama unafahamu tulikuwa tunanunua uniti moja ya maji kwa shilingi elfu tano lakini juzi nimeenda kukabidhi miradi 20 dawasco wananchi hao watanunua uniti moja kwa shilingi 1600 maana yake kuna zaidi ya punguzo la elfu tatu na mia nne hii yote inafanyika chini ya uongozi wako kazi ni kubwa mahitaji yetu ni lita za ujazo milioni mia tano na kumi uwezo wetu wa awali ilikuwa ni lita za ujazo milioni mia tatu tisini lakini kupitia chini ya jembe letu hili wameongeza uwezo na kuna miradi mikubwa miwili ya Ruvu juu na Ruvu chini ambayo inakwenda kupunguza tatizo la maji zaidi ya asilimia sabini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam apiga makofi mengi kwa rais wetu mpendwa. Nikushukuru tu kwa sababu ndio kamanda in charge, sisi wasaidizi wako tuko vizuri. Mapambano ya madawa kulevya yanaendelea na tarehe 15 Tarehe kumi na tano ya mwezi huu, vijana wamefika elfu kumi na moja na mia nane hamsini na nne walioamua wa kuacha wenyewe kutumia madawa ya kulevya <coughs> nichukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, niwashukuru pia viongozi wote wa serikali kwa sapoti kubwa wanayoifanya, na mimi na imani ya kwamba idadi hii itazidi kuongezeka na vijana sasa wanataka kuendelea kuacha madawa na wafanye kazi za kujenga nchi yao kwa kusudi la kukuunga mkono katika shughuli hiyo. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Sina mengi ya kusema. Wana Dar es Salaam wako tayari kukusikiliza, na tukio la kwetu la leo la kihistoria, lakini nikwambie neno moja tu. Inawezekana kabisa asiwepo mtu atakaye kuunga mkono, lakini fahamu, siku moja Mungu atakuuliza Tanzania aliyokupa umetendea nini. Usiogope, songa mbele Makofi na video nyingi sana. Mheshimiwa Rais, sasa ninayo heshima kumkaribisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano.